Assalamu alaykum. Waalaikumsalam. As, kama alivyotangulia kusema Mheshimiwa DC, naitwa Ahmed Abbas, mkuu wa mkoa wa Ruvuma, umekuja kwa niaba ya serikali, wapeni pole kufuatia msiba uliotokea kwenye kijiji chetu kwa vijana wetu waliopoteza maisha kutokana na migogoro iliyotokea. Mheshimiwa Rais alipokea salamu hizi kutoka kwetu mkoani, na amenituma nije kuwapa pole kwa, kwa niaba yake, lakini pia niwahakikishie kwamba serikali anayeiongoza iko pamoja nanyi katika kuomboleza msiba huu, lakini pia amelaani vikali mgogoro e, huu uliotokea na ambao umepelekea vifo. Ameniagiza pamoja na hatua nyingine nitakazochukua, lakini niwahakikishie ulinzi na usalama, ili shughuli zenu za kawaida za kiuchumi na za kujitafutia kipato ziweze kuendelea. Na tangu nimemwagiza Mheshimiwa DC kuhakikisha hilo la ulinzi na usalama, nadhani mmeona vyombo vyetu vya ulinzi vipo vinafanya kazi hiyo usiku na mchana, na vitaendelea kufanya kazi hiyo ili kuhakikisha maisha yenu ya kawaida yanarejea na naendelea na shughuli zenu. Na mimi pia niendelee kukumbusha makundi yote, iwe ni wananchi wa kawaida iwe ni wakulima iwe ni wafugaji kuto kujichukulia sheria mikononi. Kunavyo vyombo vilivyokuwa mamlaka ya kushughulikia matatizo, ingawa vyombo hivyo vinakumbana na changamoto, lakini changamoto hizo zisiwakatishe tamaa. Ziko changamoto za kimawasiliano, kutokana na umbali na vyombo vilipo. Pia zipo changamoto za kiusafiri, pengine tangu mtu anatoa taarifa mpaka wanakuja inachukua muda, lakini hayo yote yasitukatishe tamaa. Tuendelee kuvitumia, hivi ni vyombo vyetu vya kisheria na vipo kwa ajili ya kukusaidia. Baada ya kusema hayo, niendelee tena kuwahakikishia kwamba serikali ipo, itahakikisha ulinzi, serikali ipo itahakikisha

na hivyo ni waahidi wananchi kwamba tuendelee kufanya shughuli zetu za kawaida kama anavyoongea mkuu wa mkoa. Nikapo nasema asante sana.